Kuna aina tatu ya wachungaji. Aina ya kwanza ya wachungaji ni mchungaji aliyerithishwa uchungaji. Babake alikuwa labda mchungaji, amejenga kanisa kubwa, ana watu wengi, ana vyombo vya muziki, ana makwaya. Mzee anaondoka, wanakwambia wewe ndio ubaki na kanisa. Huyu mchungaji wa namna hii hana pressure, amekuta kila kitu kimeshaandaliwa, anakuta washirika, anakuta akaunti ya benki ya kanisa. Yani yeye ameingia kama kuja kuendeleza raha. Huyu ni aina ya kwanza ya mchungaji. Aina ya pili ya mchungaji ni wale wachungaji wenye Wanatoka kwenye madhehebu tajiri, anapelekwa kama ni Uingereza, aende akasomea uchungaji, anakuwa anatumiwa posho huko, na familia yake huku ilibakia, inakuwa inapewa posho, na akitokea kule alikopelekwa kusoma, akirudi anapewa kanisa mara moja, kanisa kubwa sana. Mchungaji namna hii ukimwambia kuna vita vya kiroho, hakuelewi huyu mchungaji. Ukimwambia habari za mapito, habari za majaribu, haelewi. Anakuona kama wako mpagani, ndo maana Mungu hajakubariki. Aina ya tatu ya wachungaji ndo kama mimi hapa sasa, ndio wale ambao unaanza huduma au juu unaanzia wapi Hauna spika, hauna urithi. Mshirika wa kwanza ni wewe na mke wako, yaani wewe ukimbisha, e baba, e baba, e baba pokea sifa, anaetikia ni mke wako, e baba, e baba. Munakua mule ndani kama wachawi wawili. Ndo tulikuanzia huduma huko. Jumapili siku ya ibada, ibada itaanza saa mbili, e saa kumi na moja alfaji, alfajiri ulishamkia mahali fulani kwenda kuwazima viti. Sasa mtumishi wa namna hii anajua mzigo wa kazi ya Mungu. Usione kila mchungaji barabarani ukafikiri kwamba wote tuna mizigo ya kazi ya Mungu sawasawa sawa. Kuna mwingine ni mchungaji hana mzigo, katoka Uingereza kusoma, anafikia ofisini, anapewa na mshahara na gari ya kutembelea na anapewa nyumba ya kanisa, kila mwisho wa mwezi anaposho. Ni tofauti na wewe ambaye unaenda mahali unapata elfu ishirini. Unaanza jiuliza, hii elfu ishirini ninunue luku ya ibada au ninunue chakula nyumbani, haujui ufanye nini na hiyo hela. Mzigo siyo sawasawa. Sema amina kubwa sana. Unajua, kwa mfano yule kondoo aliyetoka ndani ya kinywa cha simba, ambaye Daudi alimnyanganya kondoo akamtoa ndani ya kinywa cha simba akamweka kwenye zizi, unadhani tabia huko kondoo aliyetoka ndani ya kinywa cha simba na hawa kondoo wengine walikuwa sawa sawasawa? Huyu mmoja niona yani, nimepona, sina sababu ya kukosea tena, kutembea kuzurura zurura, naweza kuja kukutana na simba mwingine, acha nitulie, maana nimeponyoka kufa, nimetoka mbali, ndio mimi hapa mnayeniona hapa. Yani mimi huduma naichunga na mikono miwili, najua mateso ya huduma. Unaanza ibada, nilikuwa wakati mimi naanza ibada, kanisa kanisa langu la kwanza Ilikuwa ndani ya mfereji wa maji, yaani tukwa, tunaomba mvua isinyeshe. Yaani mkiona tu mawingu yanafunga, nyote mnaanza katika jina la Yesu, pepo ya mvua zuiwa, tunakemea katika jina la Yesu, unakemea unakemea unakemea, uko nakemea mvua na inamwangika, unajua leo hakuna ibada. Sasa mchungaji kama mimi, najua thamani ya huduma, najua thamani ya wokovu, najua thamani ya utumishi. Yaani, mimi nikiwa na kanisa hata la watu kumi, kwangu ni mtaji. Yaani, nashukuru Mungu. Kuna mtu mwingine mhubiri, mukimwalika hapa, hubiri akiangalia idadi yenu, kesho atarudi. Akifika hapa mhubiri kunatembea namna hii, anaangalia idadi, anaangalia akispika namna hii, anasema aah, sitarudi hapa.